Hii video ni kwa ajili ya Samia Suluhu Hassan na Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa nini nimemtaja ni Kikwete na wakati hayuko serikalini tena? Nimemtaja Kikwete kwa sababu Kikwete ana influence kubwa juu ya Samia. Kumbukeni kuwa Kikwete ndio aliye force na kumpitisha Samia kihuni kule CCM, huku akijua kabisa kwa nchi nzima wananchi hawampendi Samia hawamtaki Samia, akijua kabisa hata huko sisi hawamtaki, lakini akafosi akampitisha kwa maslahi yake binafsi. Na pia Samia alishawahi kusimama hadharani na kutuambia kwamba Jakaya ndio bosi wake yeye. Kwa hiyo ndio maana nimtaja hapa yeye kama bosi wa Samia, aongee naye. Zimebaki siku kumi, mnaweza kuliokoa hili taifa. Tarehe ishirini na tisa machafuko yaenda kutokea. Yaani, hakuna namna, machafuko yaenda kutokea. Huyo mama hawezi kupita, lakini bado kuna muda wa hawa watu wawili Samia na Kikwete wakaliokoa hili taifa, kama tu wakiamua kuacha ubinafsi, wakiamua kuacha uchu wa madaraka na uchu wa mali, wanaweza kuliokoa hili taifa. Hao Kikwete anaweza kumshauri yule mama asitishe huu uchaguzi sasa hivi. Huu uchafuzi, sio uchaguzi, uchafuzi anaoufanya asitishe, alafu kama jinsi ambavyo katiba inamruhusu, kama jinsi ambavyo katiba inamruhusu, kama, kama akiona kuna hatari inakuja, katiba inamruhusu kulirudisha bunge in session. Samia anaweza kurudisha ile bunge akapitisha katiba mpya akakaa pembeni na akairuhusu nchi iende kwenye uchaguzi wa amani, akaiokoa nchi. Bado kuna siku kumi. Kikwete, do the needful, save this country, save this country. Watanzania sio wale Kikwete uliowazoea wewe kipindi chako. Watanzania wa kipindi kile, ulikuwa unadili na Chadema, ulikuwa unadili na group Watanzania sasa hivi unadili na nchi nzima, there is no way out. Lazima mtoe haki, watanzania wanalilia haki, lazima mtoe haki. Mwambie huyo mama asitishe uchaguzi mara moja, aitishe bunge, apitishe katiba mpya, nchi itulie, kila mtu awe roho yake open. Mimi naweza nikawaambia sasa hivi Watanzania wengi hawajali chama gani kiko madarakani, wanachotaka ni haki. Mimi personal I don't care. Nani iko madarakani, chama gani, sijali. Kinachotakiwa hapa ni haki. Pitisheni katiba mpya, wapeni watanzania nafasi ya kuchagua rais wanayemtaka, chama wanachokitaka, wabunge wanaowataka na nchi itapata amani ya kweli, amani ya milele. Lakini msipofanya hivyo, ndugu zangu, hii nchi inaenda kupotea Watu wawili, nyinyi nyinyi ndio watu wawili, mnaweza kuokoa watu milioni sitini. Do the needful. Kama ni mali mnazo za kwenda kuishi kifame mpaka mnakufa, mnataka nini tena? Na hii nchi mnataka nini tena? Tuachieni sisi, tuachieni ah!